Bado kuna ushindi TV. Ignite your faith change the world. Haleluya, haleluya, haleluya! Bwana wetu Yesu Kristo wa Nazareti asifiwe. Ninamshukuru sana Mungu kwa wema wake na kwa fadhili zake kwetu. Jina la Bwana libariki sana. Nikukaribishe tena kwa ajili ya siku ya leo kwenye kipindi chako pendwa, kipindi chako pendwa cha tunu za maisha, tunu za maisha, kipindi chako pendwa kiko hewani kikiletwa kwako na mtumishi wa Mungu Daniel Kitua. na Yesu asifiwe sana. Haleluya. Uh, somo ambalo ninataka tulitafakari linaitwa kijue kitu kilicho na thamani kwako. Uh, mwanadamu yoyote unayemwona kuna kitu cha thamani, kitu hicho cha thamani ndicho kinachomfanya huyu mtu awe wa pekee japokuwa watu wengi hawajajua siri hii na kuijua siri hii kuna kuondoa katika utumwa na mateso ambayo yamekukabili ama umekuwa nayo kwa muda mrefu Bwana Yesu asifiwe tukiangalia kitabu cha Mathayo sura ya kumi na tatu arobaini na nne anasema tena ufalume wa mbinguni unafanana na hazina iliyositirika katika shamba ambayo mtu alipoiona aliificha na kwa furaha yake akaenda akauza aliyo nayo yote akalinunua shamba lile. Tena ufalme wa mbinguni unafanana na mfanyabiashara mwenye kutafuta lulu nzuri, naye alipoona lulu moja ya thamani kubwa, alikwenda akauza alivyonavyo vyote, akainunua. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa mifano hii iko ikuwa mifano mitatu, na mfano ule watatu nasema tena, ufalme uh, wa mbinguni unafanana na jua lililotupwa baharini, likakusanya samaki wa kila namna, hata lilipojaa walipolivuta wakaketi wakakusanya waka walio wema vyomboni, bali walio wabaya wakawatupa. Kwa hiyo, hii mifano mitatu ya mtu aliyeenda kuona noro nzuri akanunua shamba, yule aliyeona noro nzuri akauza zile ndogo ndogo zilizokuwa mtaji wake, na yule mwingine aliyetupa juu ya baharini, juu ya ni aina fulani ya nyavu ama watu wanaokaa katika sehemu za, za, za, za, za maziwa, kuna kitu kinachoitwa kokoro. Ni nyavu ambayo ina uwezo wa kukokota samaki wa aina yoyote, mkubwa mdogo, na wakati. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni muhimu sana kufahamu, ni muhimu sana kufahamu. Watu wengi ukiwauliza, hawajui kilicho na thamani kwenye maisha yao hawajui na kwa sababu hawajui, maamuzi yao yanakuwa ya hovyo, kwa sababu hawajui kilicho na thamani kwao. Mungu alipomuumba mtu, Mungu alipomuumba mtu, alimuumba kwa kuzingatia viwango. Kila mmoja ana kiwango maalum ambacho Mungu amekifanya kwa maisha yake kupita mwingine. Hicho kiwango hakifanani kwa kipimo na mtu mwingine yoyote kiko kwa ajili yako na kwa kusudi la Mungu katika maisha yako. Haleluya! Na kiwango ambacho kiliwekwa na Mungu ndani yako, lengo lake kubwa ni kukufanya uonyeshe ubora, ufanye zaidi ya mwingine katika eneo lako, katika sekta yako, katika nafasi au neema ulionayo kutoka kwa Mungu haleluya. Kwa hiyo kama hauwezi kujua a, kitu kilicho cha thamani kwako, hauwezi kutoa ubora uliotarajiwa na Mungu katika maisha yako. Kuna watu wengi wameumbwa kuwa watumishi wakubwa wa Mungu, lakini walipokuwa hawana ufahamu juu ya ya, ya, ya, ya, ya, ya thamani ya walicho nacho wameshindwa kutoa matokeo chanya kwa sababu kila walichokitoa kimekuwa chini ya viwango kwa kuwa hawakukilinganisha wanachokitoa na ile nafasi na sifa na uwezo ambao Mungu ameuweka kwako kwa ajili ya kutenda matendo makuu. Bwana Yesu asifiwe sana, haleluya, haleluya, haleluya! Kwa hiyo thamani ya mtu iko katika ubora uliowekwa ndani yake. Ubora aliyouweka Mungu ndani yako ndio unaotoa thamani yako. Watu wasiojua wao ni bora kiasi gani, ndio maana wanaweza wakafanya maamuzi yanayoweza kuharibu maisha yao, maamuzi haraka na maswala mengine mabaya, kwa sababu hawajajaribu uh, kutofautisha kati ya kilicho na thamani na kilicho cha kawaida. Bwana Yesu asio sana, haleluya. Kwa hiyo ule ubora unaowekwa na Mungu ndani yako unawekwa pia katika ufahamu wako, na ndio maana shetani akitaka kukuharibu sawasawa, na Wakorinto wa pili sura ya nne mstari wa nne anasema Mungu wa dunia hii amewapofusha watu fikra zao wasiamini. Kwa hiyo fikra zako zinapochezewa, fikra zako zinapoharibikiwa, unakuwa huwezi kuamini, huwezi kuamini, huwezi kushika, huwezi kushika. Bwana Yesu asifiwe sana, haleluya. Kwa hiyo ufahamu ni nguvu ya ku, ya kufanyaje? Ya kupambana ya kupambania mambo, ni nguvu maalum ya kupambania mambo yale unayoyachagua, yale ambayo umeyaona ni ya kweli, basi uyapambanie mpaka uyakamilishe. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba unisikilize, mtumishi wa Mungu. Mwanadamu amepewa na uwezo na Mungu wa tofauti kabisa. Ule uwezo unamwezesha kuyatazama mambo unamwezesha kuyatazama mambo unamwezesha kuyachakatua na unamwezesha hatimaye kufanya uchaguzi, na hatimaye kufanya uchaguzi. Katika kitabu cha Kumbukumbu kumbu ya Torati ile sura ya 15, 16, Mungu anawaambia Musa, anawambia Wanaisraeli ya Mungu ameweka njia mbili kwao, njia ya uzima na mauti, lakini anawaambia chagua. Uokovu ni uchaguzi wako. Unaweza ukachagua jehanamu ukaacha uokovu, unaweza ukachagua umasikini ukaacha utajiri, unaweza ukachagua magonjwa ukaacha uzima. Kwa nini? Kwa sababu mwanadamu anayejua kilicho na thamani kwake siku zote anapambana kuhakikisha kilicho na thamani kisichafuliwe. Watu wengi maisha yao yamechafuliwa kwa sababu walikosa kuthamini ule ubora Mungu aliyouweka ndani yao, wakauchafua kinyume na utaratibu, na matokeo yake wameishi katika ghadhabu na hasira ya Mungu. Bwana Yesu asifio sana. <laughs> Haleluya, nataka nikuambie kitu hiki, ushindi wako uko katika kuchagua. Ukikosea kuchagua, huwezi kuwa mshindi. Watu wengi waliokosea kuchagua, iwe kwenye ndoa, iwe kwenye kazi na mambo mengine kadha wa kadha, wanapitia katika hali ngumu ya mateso na uasi kuliko kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana, haleluya, haleluya. Kwa hiyo, siku zote uchaguzi ulio bora una mambo haya matatu unaozingatia. Kwanza, lazima uwe na lengo kuna lengo gani linalokufaa a, linalokupa amani, kuchagua hicho unachotaka kukichagua, lakini lazima uangalie kusudi ya kile unachokichagua. Je, kitakupeleka kwenye kusudiani? Lakini jambo la tatu lazima uzingatie faida. Mtu yoyote asiyezingatia faida hawezi kuwa na uchaguzi. Ndio maana yule mwenye muuza lulu alipoona kuna lulu kubwa kuliko zile anazo alizo nazo alienda akaziuza zote, alikuwa ametazama faida, alikuwa na jicho la kupata faida, alikuwa na jicho la ukuu na kupata faida kubwa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa hiyo mtu ambaye anazingatia haya mambo matatu, lengo, kusudi na faida, haleluya! Hayo mambo matatu yanamfanya huyu mtu awe mtu aliyesifiwa na Mungu, anampenda. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa hiyo viwango vinavyofanikisha lengo, viwango vinavyofanikisha uchaguzi sahihi, kwanza ni lengo kusudi na faida. Mtu yeyote anapofanya kitu, hajui lengo lake, hajui faida yake, hajui chochote kukihusu, mtu huyo hawezi kupiga hatua na kufika mbali, kwa sababu amefungwa na mfumo wa sheria ya kushindwa kabla hajashindwa. Nakupa shauri, mtumishi wa Mungu, jifundishe kufanya uchaguzi sahihi, na nataka nikwambie hata kama nani anaweza akasimama kukutoa wewe, endelea kuchagua kumtafuta Mungu na kukaa na Mungu ili uishi salama. Siku ya leo mtumishi wa Mungu ninakupa uh, eh, ninakupa hamasa. Ebu mchague Yesu Kristo awe Bwana na mwokozi wa maisha yako, ndipo utakapoona matendo makuu ya Mungu yakitiririka kwako. Mchague Bwana kumfanya kuwa mponyaji wako katika dhiki zako zote, ndipo utakapomwona Bwana akiwa msaidizi wako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai, amen. Bado kuna ushindi TV.